Eya bana, mambo vipi? Hii ni atiri milia, na leo tunakuja na kitu kipya kabisa. Kwa hivyo tutaanza kutoa mafunzo ya Adobe Photoshop, mambo ya graphic design. Kama mtakavyojua graphic design na kutengeneza maposta madogo, hii itakupa itakupa uwezi kutengeneza graphic design Sio huko tu, na pesi yako unakesha waongea movie um. Mwana jifunze leo kwa kitu zenu hapa akili media ya yeah. Wewe kazi yako ni kusubscribe, ku comment na ku share. Pia ushauri unaweza ku comment ushauri pale, fanya hivi. Tunaenda tunakuwa sawa pamoja, tunafanya kazi ya yeah. Kwa sisi leo tunataka kujifunza Adobe Photoshop mwana ya yeah. Graphic designer kuna program nyingi anazotumia. Mimi nimetaja tu hapo Photoshop. Lakini zipo program nyingi kwa mfano hapa mimi ninazo mbili. Japo kuna nyingi sana unafanya graphic designer kwa mfano kuna Illustrator, mimi na Illustrator hapa na Photoshop. Yes, na Illustrator na Photoshop. Ni Illustrator na Photoshop. Ya. Yeah. Hizo mbili hizo. Eh, na hizo mbili. Zingine unafanya zingine nazaap nini za kufanyia graphic design zipo hizo. Hizo mbili ni maarufu sana, na, na Fawoya, editing, Adobe. Sasa tunaanza na Adobe Photoshop, ambayo hii pia hii ni katika miongoni mwa program ambazo zinatengeneza graphic designer wale wapiga picha photographers, wale wanatumia Photoshop kama niseme ya kutengeneza picha za edit, picha zile kala nini. Yes, sasa leo tutajifunza hii moja kwa moja, tunaingia ndani kabisa, tuanze kujifunza. Tutajifunza hii ni series, itakuwa na maendelezo ili tuweze kuelewa mdogo mdogo. WhatsApp, subscribe na comment like hapo, okay. Yeah, mimi nilifungua ikawa hivi sasa hapa Yes, kwa mara ya kwanza kabisa ukiifungua Adobe Photoshop. Yeah, mi, nime- nimeogopa pale kukata ili italodi sana yeah. Kama pisi yako ina uwezo we iko free sana, unaweza ukai, hayo ndio maana mi, fungua mapema. Ukifungua kwa mara ya kwanza kabisa unakutana na mwonekano huu hapa. Huu ndio mwonekano wa kwanza ambao unakutana nao ukifungua kabisa Photoshop, hii hapa umeifungua ya, kwa mara ya kwanza ukifungua unakutana na vitu kama hivi hapo. Mfano, mfano sisi kuna hiki hapa kitu kinaitwa hii hapa upande huu upande huu, huu hapa upande huu upande huu. Yes, huwe tu zoom zaidi Yes, upande upande kuna kitu kuna hivi vitu ambavyo unaviona hapa. Kuna hii kitu imeandikwa new, afu kuna hii imeandikwa open, afu kuna hii imeandikwa home. Yes, vitu vitatu ni vitu muhimu, vyote vinatumika. Kwa mfano ukiwa ndani, mimi nimerudi kule, nimetoka kwenye ile ndani kule kabisa, ili ingia kwenye yule nilifungua program kwa ndani kabisa, nikarudi, nilibinya kitu home kama hivi hapa. Yes. Kwa mfano niyofungua nikitaka nirudi tena ndani, lazima niende kwenye open. Sasa si ambayo tunaanza, lazima uanze na kitu hii hapa, new file. Lazima ufungue kitu kipya, kwa sababu ndio unaanza. Mi nilishafungua, kwa hiyo uta hapo, uta kwenye new, kliki new. Yes, utaviona vitu hivi hapa, yeah, ukisha click new utakutana na hivi vitu. Kwa mfano utakutana na hapa, hii ni, hii ni new document, maana yake tumefungua new file ili tuweze kutengeneza file kule mpya. Kwa mfano sasa, hapa huku juu kuna vitu vingi, kuna vitu vingi. Kwa mfano unatengeneza hii kazi yako, unatengeneza kazi yako, unataka kuipeleka wapi? Unataka kuipeleka kwenye, unataka tu kuiweka, ni huo tu kwenye simu, unaiangalia, unataka kuposti, eh unataka kuweka kwenye YouTube kwa video yaani, kwa mfano umetengeneza kitu hapa, alafu nataka ni paste kwa mfano wala, labda msikidio filamu, unataka kutengeneza words, yani zile maneno fulani, kwa mfano wa 3D maneno ya 3D unataka kuweka pale kama introduction pale. Kwa mfano movie yako inaitwa movie fulani, labda ni fundi bomba, unaweza ukaiandika pale fundi bomba. Huko unatumia kwa mfano, hii ni hapa, unaweza kaja hapa kwa niaba ya kuweka kwenye video. Sisi sasa na mambo haya tuje upande huu. Upande huu hapa huu. Yes, upande huu hapa kuna vitu vingi, kuna vitu vingi mfano kuna vitu kama hivi hapa, kuna sisi hapa nimeweka sentimeta, lakini kuna vitu vingi unaweza kwa click huko pembeni ukaona. Kwa mfano nataka kuseti inch maana nataka kuseti kupitia Manake hapa tunazungumzia hivi ni vipimo. Yes, hivi ambavyo tumeviona hapa hivi vyote ni vipimo. Hivi ni vipimo ambavyo unaweza ka click hapa bila kupeleka moja kwa moja, ambapo tayari vimepimwa. Lakini wewe kwa mfano unataka kutengeneza kitu chako, mfano unataka kutengeneza kitu changu, nataka saizi flani, mfano unatengeneza bango kubwa, urefu kama una sentimita nyingi hivi unaweza kutengeneza kupitia hapo, unatumia sentimita. Maana yake wewe unaipima tu, unaenda labda una tape yako, unapima size ambayo, sehemu ambayo unataka kupiga, unataka kuipiga hiyo nini, bango lako, unalipima ushalipima, unakuja una set hapo, unataka hii urefu, upana uwe kiasi gani. Ukishamaliza hapo, tunakuja huku hapa chini, hapa hapa hapa hapa tunakutana maswala ya kuseti. Kwa mfano hapa tuna set 100 resolution manake, sasa ni kama quality fulani hivi. Ile hiyo nzuri, una set kwenye 100 japo yenyewe utaikuta iko na 300 huko vale. chini kuna light tum set ni nyeupe white. Hapa ni color, unaweza ku set light ambayo unataka, background ambayo unataka kwa mfano, tunaenda kukutana background ya rangi yoyote. Kwa hiyo unaangalia rangi gani ambayo nataka ni ni kute pale, mfano sisi tumeweka hiyo nyeupe. Ukishamaliza hapo hivi vyote, tunakuja hapa chini kuna kitu imeandikwa create O, kazi yak apo nasha create, create inakuleta ndani ndani hapo, hivi shaingia ndani, unakuta muonekano huu hapa. Yes, kule mwanzo, kama unakumbuka, tulichagua mfano hapa home, tulichagua hii, tulikuja hapa tukaselekti tuka hii kitu hiki yo hapa, tulivogusa hii ndipo tukatoka tukaja hapa chini tukapiga tukaje kwenye create, tuka create maana yake vipimo. Sisi tumegusa kwenye kwenye hii, atujeje kwenye video, atujeje kwenye nini, kwenye mobile, sisi kwenye web, kwenye atini sisi. Tumegusa hii hapa, tumekuja hapa, ndio ikawa vile. Okay, hapa nadhani umeelewa. Kwa tunarudi tuna open ile ile ya kwetu au. Oh, hapa ni puti ya, ukitaka kurudi sasa kule ambayo baada ya kuopen unakuja huku juu. Kuna hiki kitu hiki hapa hiki. Hiki hapa hiki. Hiki kuna click hapa. Ukiklik hapa inakurudisha moja kwa moja huku. Sasa kisha rudi huku unaikuta Adobe iko hivyo ndani kabisa baada ya kuifungua. Unachagua ile size nyingine ambayo unataka kuseti hii. Hiyo tunasema background nyeupe. Unaona nichagua rangi nyeupe ndio nye, ikafunguka ile nyeupe. Nye, kwa mfano kwenye kala hapa chini, hizi ni tools, hizi ni tools, ni tools, yaani ni vitu ambavyo tunaenda kuvitumia. Hizi ni tools, hizi zote hizi ni tools. Huko juu ndo vile tulisema kwamba hapa nini, tutaenda tutakuja kuviangalia hapa, kitu kila kimoja kinafanya kazi gani. Vyote vina muhimu. Yes, pia hapa pana muhimu wake pia Okay. Pia kuna upande mwingine hapa. Hapa. Hapa nako pano. Hapa ni anasema kitu ninacho kifanya hapa. Kitu ambacho nakifanya hapa kitakuja kwa pia hapa. Kinakuja kutokea hapa. Chochote ambacho tutakifanya hapa, Huku hizi ni layer. Huku kuna kitu kinatolea layer. Kuna hapa kwenye neno nimeandika layer. Huko natengeneza layer. Layer. Layer zimana chochote ambacho utakifanya hapa kinakuja kutokea huku. Mfano, mfano mzuri labda tunaandika, kwa mfano kwenye kuandika labda tunachora, kwa mfano tunachora kiboksi, tunachora boksi, mfano boxing, tunachora boksi hapa, boksi letu ili hapa pap box ni nili hapa, kwa nini limetokea rangi ya blue? Yes, box ni nili hapa, kwa nini limetokea rangi ya blue? Ni rangi ambayo hii hapa ya chini background ambayo ni nyeusi. Yeah, ili ni kama su ni bos sijui nini ila, yeah, ndo tuelewe hivyo. Hiyo ni mstatili, tunaweza mstatili tuchole na kiduara chake hapa juu, tuchole na duara, tutengeneze shape fulani, kwa mfano ni hapo. Hizi rangi, afu tuangala na tuna- tunaweza tukabadilisha vitu hapo, kwa mfano hiyo hapo, kitu kama hiko. Hizi rangi ni eneo hili hapa hapa hapa ndipo naweza kubadilisha rangi hapa. Hapo ndio ipo, naenda kubadilisha rangi hii. Rangi tumeikuta tu yenyewe misetu huko huko rangi, kwa sababu tukuchagua rangi kule. Sisi tulichagua rangi ya background yetu ya yeah, background yetu tulichagua rangi, kwani tukachora hapa. Kwa mfano nataka kubadilisha rangi layer, nilizozungumzia layer ambazo zinakuja kutokea, layer hizi hapa kuna hii hapa na hii hapa. hizi ni ile, hii ni ile background, hii ni ile, hizi ni hizi za juu. Kwa mfano hizi, na zitaka nizibadilishe <coughs> yeah. Tabula nataka kubadilisha kara nini, muonekano nini, vyote. Kuna vitu vingi unaweza kuvifanya kupitia huko, kwa sababu kuna option unaweza ka right click. Kuna option hizi zipo nyingi tu option nyingi nyingi nyingi. yeah. kwa sasa kwa leo tuishie hapa. Siku video inayokuja, tutajifunza hizi zote tu hizi, yaani hii panel kwa jumla hii na upande huu wote, tutajifunza nafanya vipi kazi, ili uweze kutengeneza kitu kidogo. Kwa mfano tumeona hapa, yes, navyochora illustrator, mfano tu, tumetengeneza kitu kama hiki hapa. Okay, thank you. Sisabu kusubscribe, like, comment, maanake ukikomenti unaweza ukatoa ushauri tufanyaje au kipigane ujaelewa au tubezi na kitu gani sana, tukifuatilia, au tutengeneze kitu gani pia, tujajua kitu chambacho tunaenda kutengeneza. Lakini ukikomenti uki pale, ukashare kwa marafiki, ili waweze kupata mafunzo haya pia, ya usubscribe, kwa sababu ni mwendelezo, ni video mwendelezo. Asante.